Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqu Allaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, was-salatu was-salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma baad, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu watukufu Islamu, ni kipindi chetu cha kutambua hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wengi wa wavere na haki za wagosi wao. Wandugu zangu wa Islamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagamba, sono afose, sono afose mbere katika mndani mwa nyumba ya mgosiwe, ila ni kwa idhini ya mgosiwe. Na kama hivyo alongire Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mvere uyoyose yuja nafose mwe nyumba ya mgosiwe bila ya idhini yamgosiwe, basi umvere uyoye agaruka kengira mdani mwezichuki za Allah subhanahu wa ta'ala mpaka auye mwe nyumba ya mgosiwe au apate radhi za mgosiwe. Hadithi hiyo kaihokera Alkatibu kulawa kwa Anas Ibnumalik, radhi za Mwenyezi Mungu zigaruke mnanga mwake. Ndugu watukufu Waislamu, hiyo ni sheria ya mbere engigwe ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ene mtume hakulonga ila wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ni kulawa kwa Allah subhanahu wa taala. Wengahi wetu chue chukufosa mwezi nyumba zetu bila ya idhini ya wagosi zetu, wengahi chukuwerega chukurandaranda bila ya idhini ya wagosi zetu, wengahi chukufunga safari mpaka za kaya kwa kaya bila ya idhini za wagosi zetu ni madhambi mengahi ya chipatire. Mtume sallallahu alaihi wasallam akagamba, kalaaniwa mbere huyoyose yuja afosize mrani mwee nyumba ya mgosiwe kwanzia ulwayo wake wa kwanza enule mpaka akaita ukwaitire mpaka akauya mwee nyumba ya mgosiwe mpaka akeza kuridhiwa ni mgosiwe au kuafiwa ni mgosiwe. Yeye mbere huyo alaaniwa tu na kila lwayo umwengano winule. Ni laana elfu imwenga ukuandikirwa ukuhu mdani mwa chitabu chako. Wandugu zangu wa Uislamu, mazambi chukudondoza wavere ni mengi. Je, mpaka dakika ino kufosa mara nyingahi mdani mwa nyumba mgosio? Na ni laana nyingahi zikupatire. Na baada ukauya Mwenyezi Mungu kakufuza salama, kwanza kulombeza radhi kwa mgosio, kuhakikisha kuwa mgosio kakwa afia. Kaneba na ukaditambua ijo. Kwanza ya usafi na upatire ujumbe unu. Yalombeze afisi ayo yajingire yose ujamanye kwa kumanya na yaje ja ujamanye humanyize kabla ya siku ya katari, siku ya sakaratul maut. Ni siku ndugu yangu, nikungaze nikuzamire kama rwala hadi kuingira iari na siku ya hukumu ni siku dizamire. Kwa hiyo nafasi unanayo nayo ni yahu seveno kabla unatekufa. Baada ya kupata ujumbe unamshukuru Mungu kwa kupata ujumbe kabla unatekufa. Ijamanyize toba yuiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na uwezo ijamanye kaidi lakini pia ujirekebishe na nyando zako sana, chifose mwezi nyumba zetu bila amri ya wagosi zetu. Hakika yetu sio kufosa mwezi nyumba zetu bila amri ya wagosi zetu, cha laaniwa ni viumbe vose na Allah subhanahu wa ta'ala achi laani kwa uzewe ya kuitaro huko hui ya male gari ni kusomba kutoigwa ngari au mauti ukugwira huko huko witire ufire hali ya kuwa wewe wala aniwa ni Allah, na ikiwa kufa wala aniwa ni Allah, mahokezi yako huko ni mahokezi ya aina gani gukamjibu mbwani Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa kufa mgosi wokeza manyumba kaza hakubire kufosa kuita kuita bila amri yake, kuita bila ya yeye kukuriia, kukuridhia kupatwa ni umauti mgosi abirwa ni habari ya umauti wako, hali ya kuwa yakadirifa yeye ya ya adirifa, kuhuzunika tu apata habari ya, ya firea konao inawe kufa, gukajibu mbwani luvu kwa Allah subhanahu wataala. Wandugu zangu Waislamu, kuwerege nachiwerege, kusafiri na chisafiri, lakini nachijamanya kwa amri za wagosi zetu, awoye Mwenyezi Mungu kawafadhilishaye na vyeo hivyo, kawenga yeye hata kama chigeruke viiwavere suwe, nachisigaire kugaruka jinsia zetu za chivere, naono hata chiwavunire hishma kiasi gani.

Sono chitongere maya na uberaji wa kuwabera wagosi. Hali ya kuwa chatumbukira mbrani mwadi kolongo da moto wa jahannam kwa sababu ya mazarau au uberaji wa kubera wagosi. Ndugu watukufu wa Islamu, kila yumu yenga ujumbe unu numbire. Tubu atubu awye kwa Allah ili chukonge ukurasa mwihia. Hakika wabera chiuwe nge mbrani mwamoto. Na ya kuchingiza ni mbuli nrodo za namna kama hizo. Wa maalena ila albala. Assalamu alaikum.